Muungano wa wasomi kaunti ya Samburu umeitaka serikali kukomesha visa vya wizi wa mifugo katika kaunti hiyo, mbali na kutafuta mbinu za kuwafidia wale walioathirika na uvamizi. Aidha, wametoa wito kwa viongozi wa eneo hilo kuwa kwenye mstari wa mbele kurejesha utulivu na amani ya kudumu, kama anavyotuarifu Bonface Barasa. Kwenye kikao na wanahabari mjini Maralal, muungano huo wa wasomi kutoka eneo lilo athirika la Baragoi umekashifu kuibuka tena kwa visa vya wizi wa mifugo.

ambaye watafanya kama hata wale wamekuwa watu watu waende waelemishwe ele. wa Wasomi wanahimiza kurejeshwa kwa kikosi maalum kilichoshika doria eneo la Baragoi na kuchangia kupatikana kwa amani na utulivu Samburu. Wasomi wanaposhinikiza kuzimwa kwa visa vya wizi wa mifugo, viongozi nao wametoa changamoto kwa wakuu wa usalama kaunti hii kuwashirikisha viongozi wote wakiwemo wale wa kidini ili kutafuta mwafaka. Serikali wana kanisa, mafadha ya makanisa, mabishop ya kanisa, ningeomba kusema wajitokeshe kufika mambo ya hali huko pande ya Baragoi, pamoja na watu wa serikali pamoja na wale wamechaguliwa, wafike huko, wajaribu kuweka watu pamoja. Mratibu wa bonde la ufa Daktari Abdi Hassan amerai jamii za wafugaji kusitisha wizi wa mifugo uliochangia maeneo hayo kusalia nyuma kimaendeleo. Uvamizi wa wizi wa mifugo unapochipuza upya katika maeneo ya wa Baragoi, wakazi sasa wanaitaka serikali kukirejesha kikosi maalum cha usalama kilichofanikiwa kuzima mirindimo ya risasi maeneo hayo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi